Kuwa waimbaji wa kwenye jumuiya mpaka kuwa waimbaji kanisani, haikuwa safari rahisi kutufundisha sisi kwenye jumuiya ah, jumuiya tukapenda tukapendeza mba. Lakini kwa mapenzi ya Mungu haya yote yakafanyika kuwa neema kwa watu wake Mtakatifu Yuda Tadei ina mambo mengi ambayo pengine unatamani kuyajua juu ya safari yao ya utume wa uimbaji. Naimba kwaya Mtakatifu Yuda Tadei Kigango cha Njombe. Hata hivyo hatuwezi kuyasimulia yote tukamaliza, na hapa tumekuwekea machache ya yale mengi ambayo ungetamani kuyafahamu. Tumwimbie Bwana. Kwa majina anaitwa Gisbet Norbert Mdage, ni katibu mkuu wa kwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei. Ndugu zangu kwaya Mtakatifu Yudathadei, ya Mtakatifu Yudathadei ilianzishwa rasmi mnamo mwaka 1991 kupitia jumuiya ya Mtakatifu Yudathadei iliyopo katika kigango cha Njombe parokia ya Njombe jimbo Katolika ya Njombe. Kwaya hii ilijikita zaidi katika utume wake wa uimbaji na zaidi sana katika kusaidia jamii na watu wenye uhitaji mbalimbali. Chote, kwa kipindi chote, kwaya imekuwa ikifanya mambo mengi na imefanikiwa katika hilo, kuinjilisha neno la Mungu kufika sehemu mbalimbali, lakini pia katika kuwaona wahitaji katika vituo vyetu vya watoto yatima, wagonjwa na wahitaji mbalimbali mbali ambao wapo kwenye jamii zetu. Zaidi sana imefanikiwa kurekodi nyimbo katika mfumo wa audio lakini pia katika video, lengo ikiwa ni kufikisha Injili ya Kristo mbali zaidi. Ndugu watazamaji, kwaya Mtakatifu Yuda Tadei pamoja na mafanikio hayo, lakini bado tuna malengo makubwa katika kufikia e, ule ukubwa na uhalisia ambao Kristo mwenyewe anataka tutumikie katika utume wetu huu wa uimbaji. Tunatamani, tunatamani na tunalenga kuongeza idadi kubwa na kwaya zaidi ili pengine katika ukubwa huu injili ya Kristo iweze kufika mbali na zaidi sana. Tunatamani tamani e, katika uinjilishaji wetu pengine tutoke isiwe tu katika kuimba isiwe tu katika matendo haya ya huruma, lakini pia tufanye mambo mengi makubwa, kwa sababu utume unaopana. Utume ni, ni neno kubwa kidogo. Ili uweze kuonekana mtume kwelikweli, lazima ufanya mambo mengi. E, ambayo yataashiria yata kabisa kwamba huyu ni mtume katika kuinjilisha neno la Mungu. Ndugu zangu, tunawaomba sana mtu ombee, tunawaomba tushikamane pamoja, lakini na wale wenye nia ya kumtumikia Mungu kwa njia ya utume huu uimbaji, tunakaribisha sana tuweze kuungana pamoja, ili neno la Mungu liweze kufika mbali zaidi

nakuwa miongoni mwa Mungu, ulikumbuka neno la Mungu, unaacha wenzio, labda wako kulewa, umejiendea kanisa. Nitakaporudi kunyumbani, ah, kubalansi kujipanga <tikana> tu napanga ratiba zako toka nyumbani unapokumeamuka ni kiasi cha kujipanga, na uwe mtu wa kujituma, wa unapenda kwaya unaenda kanisani. Yaani mimi nilipokuwa naemba sipendi nichelewe, sipendi nishinde. Mimi kila utakapokuja kesho utanikuta uta. <mimikira> shwa kujiunga na kwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei. Mimi mwenyewe kwanza, napenda kuimba; pili, nipenda uimbaji wa wanakwaya, nikavutiwa nao, nami nikaona nijiunge na kwaya, na na kwaya mtaka na ipata, ya Mtakatifu Yuda Tadei. Faida ambayo naipata kupitia kwaya nafarijika ninapoimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Pili, nimepata marafiki wema na wazuri kupitia kwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei. Ninavyoimba kupitia nyimbo, najifunza vitu vingi. Tumezoea kuishi maisha ya mtaani, muda mwingine tofauti na, na maisha ya kanisani na ya mtaani ni vitu viwili tofauti, lakini ukiwa kanisani ni maisha tofauti na ambao tumezoea kuishi mitaani. Kwa hilo namshukuru Mungu, pia imeweza kunisaidia kujikuwa tofauti na watu wengine wa mitaani. Changamoto zipo ambazo tunazipitia wanakwaya ambazo zingine ni ngumu, tunazimudu, zingine inakuwa ni shida kidogo. Inapotokea mambo ya michango kanisani, mitaani, kujigawa inakuwa shida, vipato vyenyewe ni vigumu, lakini vyote tunaendana navyo, ili mradi tu kazi ya utume iweze kwenda mbele na mambo ya mitaani, ya jamii tuweze kuendana navyo. Naomba wengine ambao wanapenda kujiunga na kwaya waweze kujiunga, wasiweze kudharaulika kusema anaenda kujiunga kwaya labda anafata nini. Hapana, yeye abezi tu, anafata kazi ya nini ya utume wa kuimba, anaweza akaendelea kwa utume wa kuimba. Msifu Yesu Kristo. Mimi kwa jina naitwa Oswald Kayombo, ni mwanakwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei. Ni wacheshi jinsi walivyo wa, kwenye uinjilishaji wanainjilisha vizuri sana, wanafanya mambo mazuri sana, ukarimu kwa mtu moja moja, nami nikavutiwa kusema sasa nikajiunge na kwaya ya Mtakatifu Yuda Tadei. Mimi matunda ambayo nimeyapata kutoka Yuda Thadei, nimewapata matunda mengi sana. Kwanza nimeyapata matunda upendo, niwe mtu wa kupenda wenzangu. Pia nimepata matunda ya uinjilishaji, najivunia kusema sasa kuna kitu fulani ambacho nachokifanya kwenye uinjilishaji wangu. Kwenye uinjilishaji kuna mambo mengi sana, kuna uinjilishaji wa matendo na uinjilishaji wa kuimba pia nayosema, uenjishaji wa matendo nikumfanyia yale mema mwenzako kwa jirani yako au kuwafanyia wengine wahitaji tofoto, tofauti tofauti ambayo nimejifunza kutoka Yuda Tadei. Pia uenjishaji wa kuimba yale tunayoyaimba, tunaimba kwa ufasaha, ili yule anayesikiliza apate kujifunza kitu kutoka kwenye ule wimbo unaoimba. Mimi napenda kuwashauri vijana wenzangu ambao hawajaungana na kwaya na washauri wajiunge na kwaya. Kuna vitu vingi sana kujiunga kwaya, kuna faraja kujiunga kwaya, pia we mwenyewe unakuwa na amani kwenye maisha yako wenyewe, baada ya wewe kijana kutoka kukaa huko kijiweni na kushauriana vijana wenzako, mkafanya mambo ambayo hayamstahili haya haya, Mwenyezi Mungu, mambo yale ambayo hayapendezi kwa jamii ila sasa ikifika mida ya jioni kama hivi, ukaenda kwenye majukumu lako kwa ya kwaya ukaimba ukafarijika ukajifunza mengi kuhusu mambo ya Mungu au mambo ya jamii mazuri, wewe mwenyewe utajikuta una furaha moyoni mwako. Sisi tumejiunga kwaya, sio kama ni wakamilifu. Hapana, naweza kwa kuna mengi sana ambayo tunayafanya huko, sisi ni wanadamu, tunafanya haya naweza kaa mimi sio mkamilifu, kuna mengi ambayo nafanya mabaya, ila yale nayeyaimba na yale nayeyainjilisha wewe mwenzangu uyachukue na kuyatendea kazi, naweza kaa ni mazuri yakawa na faida kwako, au yale nayo yafanya nini, naweza kaa na faida kwa jamii nyingine.

Jina anaitwa Antonio Ng'eula. Kitu kilichonifanya niunge na kwaya mtakatifu za Tadei, kwanza ni kwaya ambayo nilivutiwa nayo, nilitenda hata kabla sija ndani ya a na kilichonivutia kabisa utulivu nyenyekevu wa kwaya ndio kicho nifanya nivutiwe kujiunga na kwaya hiyo. Ninapokuwa mwana kwaya, kitu cha kwanza ninachofaidika, kwanza na na sali mara mbili e. Na kingine ninachofaidika na kwaya ni faanika navyosema kufahamika namaanisha kwamba nikutu na, tulifika tuli hapa kufahamiki na watu hawatujui, lakini baadhi ya matukio tunayokuwa tunashiriki ndani ya kwaya plus hivi kupostiposti nini matukio mbalimbali, mtu anakufahamu na anakutafuta e, yani na, na, najulikana na watu ambao sikutarajia kama wangenifahamu. Vijana mi nawashauri wajiunge tu na kwaya yoyote iwe day iwe kwa aya mbalimbali wajunge, kwa sababu zina faida nyingi. Yani, kama ulikuwa mfifu sana kusari, unajikuta tayari umeshakuwa na hamasa. Una hamasa au mwenyewe kwamba ukikaa unakuta siku mbili tatu, ujasari bila ukitatu bila kusari, unaona kama kuna kitu iamli, lakini kutokana na hiyo shen nakupa ujai e, unapata hamasa ya kusari Yay!

aaakajiunga kwaya Mtakatifu Yuda Thadei mwaka elfu mbili na sita kujiunga na kwaya ndugu zangu, kuna mafanikio mazuri sana mimi nina ushuhuda. Ndugu zangu nina ushuhuda mmoja, mimi niliwahi kupata ajali naamini bila kuwa kwenye kwaya kwenye kwa. Naamini maisha yangu ningefariki nili, zuri sana zoezi mazuri sana kwa, maso maso kwa hiyo ndugu zangu na waasa, na nawaomba hasa hasa vijana wetu waombe vijana wetu hebu tumtumikie Mungu mtaani huku tutaharibika mapema. Mimi tangia nijiunge nimewaona watu hapa sikuanza na kwaya niliowakuta wengi mpaka leo bado vijana wana umri, wana <tos> <tos> hali nzuri wana hali nzuri. Hata nikienda hospitali kwa nikiangalia wana zangu leo wanavyoumwa, yani mpaka nikienda kuona mpaka mwenyewe anapata mbona nani uchungu au anajiuliza mimi Mungu namtendea nini katika hii miaka toka nizaliwa kwangu mimi mpaka leo mbona nani, yani kuumwa umwa kwenda kulazwa hapa hospitalini. Mungu, na Mungu anaepusha na mambo mengi Japo nashukuuanesha mambo mengi amahata kajiungakene likwaa Mungu ananepusha mambo mengi. Nipo mbele yenu wanakwaya mtakatifu Yuda Tadei, tuko kwenye maandalizi ya sherehe ya kumbukizi ya mtakatifu Yuda Tadei. Napenda niwakaribishe watu wote siku ya tarehe mbili mwezi wa kumi na moja tutakuwa na sherehe pale kwenye ukumbi wa jimbo. Katika sherehe hiyo, tutakuwa na changisho fedha itakayopatikanika tumelenga kwa ajili ya kuwaona watoto yatima, kuwaona wenzetu ambao wanatabika na magonjwa mbalimbali. Tunawakabisha watu wote wenye mapenzi mema kuungana nasi katika matendo ya huruma. Tunaomba mtusaidie kusudi tukio letu likamilike kwa kuwahudumia hawa niliowataja, nawakaribisha sana. Asante sana sifu, misa, sifu, kabla, ya, ya, ya, ya, ya.